Bwana bwana bwana bwana bwana, leo kuna jambo limenikuta <laughs> leo kuna jambo la like Kiafrika limenikuta huyu. Uh, ni siafu, siafu fulani hivi ambao wanakuwa kwenye mashamba e, mara nyingi hata kwenye majumba, maeneo ya vijijini sana, sana hata mijini wakati wa mvua. Sasa kukiwa na wadudu wadudu fulani fulani huko chini ambao Eh, hawasiafu ndio huwa wanawashambulia kwa ajili ya kujitafutia chakula na wao. Asa, bwana leo nimeingia shambani kwangu. Shambani kwangu kuna hawasiafu ni kama wametapakaa kila mahali kwa sababu niliweka mbolea ile ya ya ya ya, ya samadi, eh, mbolea ya ng'ombe e, ambayo ile inakuwa na wadudu fulani wengi wengi, wengi wengi tu ambao e, wanakuwa wana decompose ile na nini. E, sasa hawasiafu wanapenda sana kudil na wale wadudu na wenyewe wanawala, wana e. Kwa hiyo wakawa kama wamevamia shamba zima, ni wamezunguka. Sasa mimi nikawa sijajua, wao wanatembea kwa mstari, lakini ukifika kwenye chakula wanasambaa. Kwa hiyo nikawa natembea kule shambani bila kuangalia chini vizuri, kumbe walikuwa wamesambaa shamba zima <laughs> eh, aise kilichonipata e, siwezi kusimulia kwa uhalisia sana lakini nimekiona cha mtima, imebidi nikimbie baada ya baada ya kusikia kum, kumbe walikuwa wanatembea, wameshaingia kwenye nguo eh, ikabidi sasa nitoke pale shambani, hivyo stuka, wameshaingia sehemu nyingi, nikakimbia spidi mbio <laughs> mpaka jubali ifika, jubali ndo atoa nguo nini nini, kwa sababu wanang'ata, wanauma vibaya sana hawa mmm, wabining'ata sehemu mbalimbali za mwili <laughs> Sio kwamba wanatania, yani wanang'ata inauma, mm? Kwa hiyo eh, ni mambo yetu ya Kiafrika haya yanatokea. Kwa leo nimekiona cha mtemakuni. Kuna huyu mmoja unayemwona hapa amengangania kweli kweli. Yani ndo anang'ang'ania sasa ngozi yako, namna hiyo na walikuwa wengi yeah. <laughs> Mapia African Channel, mambo yetu una like, una ya Kiafrika, hakikisha subscribe na like na unatuandikia comment yako kuhusu wadudu hawa kama unafahamu au kama umeshakumbana na hii kadhia kama niliyokumbana nayo mimi leo. Mapinduzi mtembezi, bye bye.